Hii ni Mshani Wellness, make sure unatfollow na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini pia tuna WhatsApp group letu ambalo tunatoa health tips bure kabisa kila siku. Kujiunga link ipo kwenye description kama unaangalia video hii kupitia YouTube, lakini pia kama unaangalia kupitia TikTok link iko kwenye bio. Click kwenye profile, then click hiyo link, itakupeleka moja kwa moja kwenye group letu, na utaanza kupata masomo mbalimbali kwenye group let. Lakini pia tuna kipindi cha maswali na majibu ambacho ni bure kabisa, unauliza maswali yoyote yanayohusu afya. Kwenye video hii nitazungumzia magonjwa makubwa saba ya zinaa ambayo ni ya kawaida sana kwenye jamii zetu. Angalia aina ya ugonjwa, unasababishwa na nini, dalili zake kubwa na madhara yake makubwa. Kwa hivyo bila kupoteza muda, tuanze kuangalia magonjwa haya. Ugonjwa wa kwanza tunaita chlamydia ambao unasababishwa na bakteria aina ya chlamydia trachomatis na huu ugonjwa unasambaa kupitia majimaji ya uke majimaji ya haja kubwa lakini pia seksi ya midomo oral sex pia inasababisha huu ugonjwa kusambaa na huu ugonjwa unashambulia sana mfumo wa uzazi haunaga dalili kwa wanawake mara nyingi hauna dalili zikianza kujitokeza anaweza kukuta kuna maumivu wakati wa kukojoa, uh, uchafu lakini maumivu maeneo ya via vya uzazi. Huu uh, ugonjwa ndio ugonjwa unaoongoza kwa kusababisha una matatizo ya ugumba na utasa kwa wanawake. Ni ugonjwa ambao ukianza kuonyesha dalili, basi tayari mwanamke ameshapoteza kabisa uwezo wa kuzaa. Kwa hiyo usiposhughulikia hii tatizo la unapoteza uwezo wa kuzaa linasababisha infertility. Kwa hiyo hasa kwa wanawake kuwa makini sana na ugonjwa wa chlamydia. Ni ugonjwa ambao pia unasababisha PID kwa wanawake. Ukiambiwa mwanamke ukienda kupima ukaambiwa na PID, yawezekana kabisa unaweza ukawa na chlamydia ama gonorrhea. Kwa hiyo unabidi uwe very specific hospitalini pale kuwauliza maswali wakupe majibu ambayo ni specific. Ugonjwa wa pili ni gonorrhea, unasababishwa uh, na bakteria aina Neisseria gonorea na inasababishwa na aina zote za sex ya mdomo uh, iwe ni anu seksi, ama iwe ni sex ya uke vyovyote vile. Hii gono ina sambaa kwa namna hiyo, lakini pia majimaji yale ya gono yanaweza yakagusa maeneo kama ya usoni yakasababisha pia ukapata infection. Uh, dalili zake kubwa waga ni kutoka wa uchafu, maumivu wakati wa, wa kukojoa, lakini pia kwa wanaume korodani zina vimba, vimba kwelikweli, na yenyewe ikikaa bila kutibiwa muda mrefu itakusababishia matatizo ya infertility pia. Aa, lakini pia ndio chanzo kikubwa cha matatizo ya PID kwa wanawake. Gonjwa wa tatu ni syphilis ama kaswende. Syphilis ama kaswende unasababishwa na bakteria inaitwa Treponema pallidum, na unasababishwa na ngono zembe, kugusana kwa yale majimaji ya uke na uume inaweza ikasababisha ukapata hii changamoto ya syphilis. Ni ugonjwa fulani ambao ni very, very serious. Lakini pia syphilis inaweza ikasambaa kwa vidonda vya mtu mwenye kaswende vikigusana, na mtu ambaye ni mzima anaweza akapata hii syphilis. Mara nyingi vidonda vyake vinakuwa havina maumivu by the way. Uh, lakini pia inaweza ikaja kama kama homa fulani ya mafua inaweza ikaja hivyo, lakini ni baadaye inaweza ikaathiri hadi ubongo hadi moyo. Ni ugonjwa fulani ambao unakuharibu kulikweli kwelikweli, ina destroy mwili kwa ujumla kwa vipindi, mpaka mtu anakuwa na matatizo ya akili kabisa. Ugonjwa mwingine ni Human Papilloma Virus. Hawa ni virusi, inasababishwa na virusi, na hii inasababishwa na mgusano tu wa kawaida kama ni mgusano wa ngozi kwa maana ni skin to skin genital contact, lakini lazima uwe ni mgusano sehemu za siri kule na yale majimaji. By the way, yale majimaji ya sehemu za siri yakigusana yanakusababishia hii human papilloma virus. Ni moja kati ya magonjwa hatari sana kwa wanawake, hasa wale wanawake ambao wameanza uh, seksi wakiwa na umri mdogo, kwa sababu unapoanza seksi labda na miaka kumi na tano kumi na sita miaka kumi kumi na tano mbele, kuna chansi kubwa sana ya kupata matatizo ya saratani kama utawapata hawa papilloma sasa ukiwa na umri huo mdogo. Bahati mbaya ni kwamba huwa hawaoneshi dalili kabisa. Dalili ambayo huwa inakuja na kuondoka ni zile genital warts, kuna kama kuna vinyama nyama ambavyo vinaota, lakini viweza visiote pia ukaja ukagundua uka, uka, uka tayari una saratani, ndio ikakukumbusha kwamba uliwahi ugua hii human papilloma. Kwa hiyo huwa makini kulikweli ila kinga inapatikana pia. Uh, ugonjwa mwingine ni herpes. Herpes uh, ziko za aina mbili za aina nyingi, lakini tuna herpes 1 na herpes 2 ama herpes simplex virus tunawaita. Inaweza kuwa ni 1 ama 2. Na ugonjwa ambao wanasababisha hawa mara nyingi tunaita jina la kalaka ni mkanda wa jeshi maybe, ambao ni wa virusi pia na unasababishwa na wenyewe skin skin to skin contact uh, kwa maana ya kwamba ni mgusano sano ule wa uh, maji maji, sio lazima tu iwe sexual contact, hata contact nyingine tu ya kawaida ambayo itahusisha maji maji ya mwathirika na mtu ambaye hajaathirika inaweza ikakusababishia hii changamoto. Dalili yake kubwa ni inatengeneza kama blister fulani, yani kama vipele fulani vina maji maji ndani, alafu inakuwa kama vinawaka moto hivi, vinawasha kwelikweli uh, hii ugonjwa huu wa herpes uh, vile vile unaweza ukaambatana na kutengenezwa kwa kwa vipele katika, inaweza ikawa ni kwenye sehemu za sehemu za siri ama sehemu nyingine yoyote ya mwili. Mara nyingi inakuwa ni tumboni ama mgongoni. Ikiwa mgongoni, inaweza ikatengeneza vipele vikalundikana katika namna kama vile mkanda, ndio maana ikaitwa labda mkanda wa jeshi lakini vinakuwa vipele vinatengenezwa vinatengeza kitu kama mkanda sehemu yoyote ya mwili. Kwa kweli ni moja kati ya ugonjwa ambao sio mzuri sana, na maumivu yake ni makali sana. Hii inaitwa herpes. Ugonjwa mwingine ni kila mtu anaufahamu HIV, ukimwi, ambao wenyewe unaweza ukasambaa kwa kupitia mgusano wa damu, shahawa, majimaji ya uke, lakini maziwa pia ya mama anayenyonyesha yanaweza yakasababisha virusi vikasambaa wa ukimwi. Dalili zake za ukimwi za awali ni kama hivyo, zinaweza zikaja kama dalili za mtu mwenye flu kwa maana ya homa ya kawaida, lakini baadaye zikapotea, then ikaja tena hatua nyingine ambayo zinakuja katika namna ambayo ni kali zaidi. Unaweza kutumia ARV, hazina hakuna dawa, lakini unaweza kutumia ARV kupunguza makali kupima ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakusaidia sana kupambana na hii changamoto ya HIV. Ugonjwa wa saba tunaita trichomoniasis. Hili ni tatizo ambalo linasababishwa na parasites. Sababisho parasites wanaitwa trichomonas vaginalis. Linatokea kwa wanawake na linasambaa zaidi kupitia sex. Ngono zembe kwa mwanamke unatokwa na maji maji ama uchafu sehemu za siri, kuwasha, uh, ile hali ya kama moto sehemu za siri uh, lakini ni ugonjwa ambao unaweza ukatibiwa na antibakteria za kawaida na ukapona kabisa kama utawahi kufika hospitalini. Kwa hivyo hayo ni magonjwa makuu saba ya zinaa ambayo ni ya kawaida sana katika jamii, ambayo ni klamidia, gonorea, kaswende Uh, ama syphilis lakini tuna human papilloma virus, herpes simplex virus, HIV na trichomoniasis. Unaweza ukajikinga na haya magonjwa, siku zote tumia condom ama dental dams kwa wale wanaopenda oral sex, lakini pima mara kwa mara, zungumza na mwenza wako, tumia chanjo zinazohitajika, mfano human papilloma, lakini pia tuna hepatitis ambayo pia ina hepatitis B na yenyewe inasambaa kwa njia ya ngono. Uh, vile vile, uh, kitu kingine ni kujiepusha na ngono zembe, abstain kabisa from sex kama unaweza. So mpaka wakati mwingine, bye-bye.